Nguzo ya pili ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inaweka mkazo kwenye uwezo wa binadamu unaojumuisha uhuru, ujuzi na fursa mbalimbali zinazomwezesha mtu kuishi maisha bora. Pamoja na kuwa sera mpya ya elimu imetoa fursa kwa makundi mbalimbali kupata elimu na ujuzi, lakini bado kuna kundi la watu ambao hawafikiwi na fursa hiyo. Ni kwa sababu hiyo, Tume ya Taifa ya UNESCO nchini Tanzania, chini ya ufadhili wa tume hiyo nchini Korea, imeanzisha mradi uliopewa jina la Bridge Tanzania, ukilenga kuboresha maisha ya vijana waliokosa fursa ya elimu ujuzi na maarifa katika mifumo rasmi. Walengwa wa mradi huo ni vijana wenye umri kati ya miaka 16 hadi 30 ni, huku wanawake wakipewa kipaumbele zaidi kwa uwiano wa asilimia 55 kwa 45, lengo likiwa ni kuwafikia vijana elfu tatu katika kipindi cha miaka mitano katika wilaya za Geita, Masasi na Kaskazini a hey, Unguja katika umri wa miaka 16 mpaka 30. Utaona kwamba utaona kwamba kuna vijana ambao ni freshi kutoka shuleni, kwa maana ya kwamba either ndio amemaliza form 4, au hata kama amemaliza darasa la saba bado hajafikia ile ile umri wa kujitegemea, yani bado yuko nyumbani kwa wazazi wake. Lakini katika umri huo pia kuna wale vijana ambao wanasimama wenyewe yani ndio kwanza anatengeneza familia. Kwa hiyo utaona uhitaji uh, uh, uh, unatofautiana. Katika hatua ya kwanza, UNESCO wanafanya usajili na kuwafikia vijana wakiwauliza ikiwa wangepewa fursa ya kupata ujuzi chaguo lao lingekuwa ni ujuzi gani. Kwa mfano Josephine Malisa, mkazi wa Tabora, amehitimu kidato cha nne, lakini hana uelekeo mpaka sasa, na Justin Elfaz amemaliza darasa la saba kwa sasa anatumia baisikeli kama chombo cha kusafirisha abiria mjini Tabora. Wote hawa ni mifano tu ya vijana wenye sifa za kuingia katika programu ya Bridge Tanzania. Ujuzi ambao ungenifaa sana, ambao natamani katika maisha yangu kama ndoto na nikiupata, ambao itakuwa ni ukombozi kwangu, sanaa. Cheza sanaa, nijifunze na mimi niwe muigizaji zaidi kama wengine. Ningependa kupatiwa ujuzi kutengeneza vile vitu vya bakery mfano keki, scones, mandazi. Um, baada ya kuwatambua vijana kwa mahitaji yao ya ujuzi, tume ya UNESCO Tanzania watashirikiana na VETA, vyuo vya maendeleo ya wananchi yaani FDC, na wataalamu wengine kuandaa programu maalum ya ujuzi kwa vijana hao. Sehemu ambazo tumeshaziainisha kwa sasa hivi kwa maana ya vituo uh, ni kwa bara tunatumia tunatumia vituo vya walimu, lakini baadhi ya, ya uh, FDC zimeturuhusu pia uh, kwamba tunaweza tukashirikiana nao, na tumeliona hilo kwa sababu kwa sababu uh, walimu au wawezeshaji walioko kwenye FDC wanaweza kawa msaada kwetu, lakini pia hata wawezeshaji walioko veta zilizo karibu na maeneo ya mradi. Hii ni hatua muhimu katika kumwanda mtu kukabiliana na mahitaji ya kijamii na kiuchumi. Faraja Sendegeya, na hii ni makala ya Ufunguo.